Tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya mfumo mpya wa usimamizi wa kodi za ndani yani IDRAS huu. E, ni mfumo mpya wa, wa, wa kielektronik ambao utatuwezesha kusimamia kodi zote na huduma zote za kodi za ndani e. Mfumo huu tunategemea tutauzindua tarehe tisa mwezi e, wa pili mwaka huu 2026. E, mfumo huu umeleta mapinduzi makubwa ambapo utarahisisha katika kutoa huduma kwa mlipa kodi na mfumo huu unatuondosha una, una, una, una katika mifumo ya zamani ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa kujitegemea. Mfumo huu umeunganisha mifumo yote eh, kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba eh, ukiwa unatumia mfumo huu, ile mifumo ambayo ilikuwa haijaunganishwa kwa sasa katika mfumo huu imeunganishwa, na kitu kikubwa ni kwamba itaongeza ufanisi katika kusanyaji wa kodi, na kutoa huduma bora kwa walipa kodi. Mlipa kodi itakuwa ita ni rahisi kwake kulipa kodi kwa kutumia mfumo huu. Lakini vile vilevile mfumo huu e, unatuondolea yale makadirio ambayo watu walikuwa na wanalalamikia kuna, kuna kwamba kuna, kuna, kuna makosa ya kibinadamu e, unatupunguzia vitu kama hivyo kwa sababu mfumo itakuwa imeunganishwa, makosa ya kibinadamu yatakuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa. Naamini e, tunaenda pazuri. Kwa hiyo, kwa siku ya leo E, tumewaita hao washauri wa kodi e, kwa maana hili ni kundi muhimu sana ambalo linatuunganisha na walipa kodi wetu e, kundi hili likishaelewa itatupelekea meseji nzuri wa, kwa walipa kodi. Mfumo sio mgumu huu, mfumo ni mrahisi na ni mfumo ambao ni wezeshi kwao. Naamini hawa e, watu wetu washauri wa, wa, wa kodi wataufurahia zaidi kuliko mifumo ambayo imepita lakini kwa kipindi hiki ambapo kabla ya kuzindua tutaendelea kuwafundisha makundi tofauti tofauti, tofauti tumeanza na, na, na, na, na washauri wa kodi, lakini tutaendelea walipa kodi wenyewe, na tutazunguka maeneo yote ya mkoa wa Kagera kuhakikisha kwamba walipa kodi wetu wanapata elimu ambayo wanastahili kuipata ili waweze kutumia huu mfumo. Changamoto pitia ni kupata taarifa kwa walipa kodi, mfano kuna mlipa kodi ataagiza bidhaa nje kama mshauri wake wa kodi au mhasibu usipate zile taarifa na tini yake kutumika, kwa sababu tini inaweza ikatumika wewe ujui. Lakini kwa sasa hivi kwa mfumo huu tutarahisishia, utaturahisishia, maana kuna tini nyingi zilikuwa zinatumiwa, tini yako inatumiwa, wewe una taarifa kama mlipa kodi na mshauri wa kodi ana taarifa. Kwa hiyo mfumo huu ita, unatusaidia, utatusaidia sana, maana utakuwa umelinki pia, na mtu anapokuwa anaingiza na forodha tutakuwa tunaona vyote hivyo kupitia mfumo huu. Mfumo huu mpya utasaidia sana na utatulinki sana walipa kodi, mshauri wa kodi na maafisa wa TRA. Kwayo tunawashukuru sana mamlaka ya mapato Tanzania kwa hatua hii nzuri walioifanya kwa kuboresha mfumo na tunawapongeza kwa hilo. Kupitia mfumo wa TRA wa nyuma, kuna baadhi ya changamoto tulikuwa tunazifesi kama kutopata taarifa kamili za mteja pindi unapokuwa unafanya hesabu zake za mwisho wa mwaka, pia kukosa taarifa sahihi pindi nyaraka za mteja zinapokuwa zimekosekana kwa kupitia mfumo ili kuweza kuzipata. Na huu mfumo mpya umeturahisishia yani kupata taarifa za mteja, kwa sababu mfumo umeunganisha taasisi mbalimbali, yani mfano kama ulikuwa unataka taarifa kutoka taasisi nyingine, unaweza zote taarifa ukazipata kupitia mfumo huu mpya wa TRA anaitwa CPA Paul Simon ni mkurugenzi mtendaji wa CB Financial Service. Huu mfumo mpya, huku nyuma tulikuwa na changamoto kidogo, kwa sababu tulikuwa tunapata shida ya kupata taarifa rasmi za wateja wetu, mimi kama mshauri wa mambo ya kodi. Lakini kwa sasa taarifa itatusaidia katika kupitia mfumo huu itatusaidia kupata taarifa kwa wakati. Kwa mfano, hatukuwa na taarifa za taasisi atakuwa na taarifa za VAT zilizokamilika, lakini kwa sasa, katika hali ya namna hii, hata sisi kwenye kutengeneza mahesabu na kushauri wateja itatuia rahisi, kwa sababu hakuna taarifa nyingi ambazo zitapotea katika mfumo wa jinsi hii.